Habari za muda huu leo tarehe 16 Oktoba 2025. E, shauri namba 24514, shauri la Habeas Corpus kama unavyo kitaalamu, maombi ya e, kuomba mamlaka husika zimlete Balozi Humphrey Polepole akiwa hai au halikadhalika waeleze mwili wake uko wapi, ambayo yalifunguliwa e, katika mahakama hii kuu mbele ya Mheshimiwa Jaji Magimbi, yalikuja leo kwa ajili ya e, kusikilizwa, kwa kuna maamuzi madogo hapo katikati. Katika kesi kuna ombi alijitokeza, kuna ombi waliletwa pande wa serikali, waliomba ku e, mhoji mdogo wake na afu polepole anaitwa Godfrey Polepole kumhoji waliomba pia kumhoji wakili Peter Kibatala, maombi ambayo mahakama imeyakataa na imeelekeza sasa usikilizwaji wa msingi wa shauri husika uendelee kama ambavyo umeanza kuendelea leo. Waliokuwepo wamesikia kwamba e, tumetoa hoja kwa kipande fulani, na kutokana na unyeti wa swala na uharaka wa swala lenyewe e, tumekubaliana na mahakama na pande zote kwamba kipande kilichobakia cha hoja na uchambuzi wa ushahidi e, kifanywe kwa njia ya maandishi, na tumekubaliana ratiba hapo katikati. Uamuzi utatolewa namo tarehe 24 mwezi wa kumi mwaka wa 2025 saa tano za asubuhi ya kwa hiyo sisi tutamalizia kipande chetu kwa mujibu wa sheria mpaka leo saa sita usiku. Wenzetu watajibu Jumatatu tarehe 26, watajibu tena tarehe 21. Tarehe 24 mahakama itatoa uamuzi e, wa iwapo itawataka, Inspector General wa polisi mashamkoa serikali DPP e, Mkope Elezi kanda maalum wa Dar es Salaam, pamoja na kamanda wa, e, polisi kanda maalum wa Dar es Salaam, waweze kumfikisha e, balozi Humphrey Polepole mbele ya mahakama e, na au la wamfikishe katika mahakama yote nchini Tanzania kama wanaamini balozi Polepole ametenda kosa lote la jinai ambayo anastahili kushtakiwa nalo, kwa sababu hoja ni kwamba ushahidi, ushahidi ambao umeletwa kwa, e, ume kwa niaba yake of course umepingwa na upande wa pili, lakini kwa kwamba ni kwamba e, taasisi hizo moja, -moja au wote, wana, au wote wanamshikilia au wanafahamu walipo. Kwa hiyo majibu sasa at least kwa kipande cha mwanzo yatapatikana mnamo tarehe 24 mwezi wa 10 na kutegemea na maamuzi atakapokuwa, basi tutatoa taarifa zaidi kuhusu hatua e, nyingine za kimahakama au za kisheria ambazo zitaendelea kuchukuliwa e, ili kujibu swali la yupo wapi e, nani, nani amemuweka huko alipo balozi Humphrey Polepole pole. Yeah, kwa hiyo ni hayo tu kwa leo, tutaendelea kupeana taarifa zaidi.